Watu wengi hawajawahi kujua nguvu ya kutulia na kutumaini. Hata kama mtu amekutendea vibaya, tulia, usimjibu hata kwa meseji. Kuna watu meseji haijafika ushaipokea hewani. Aa, ukitaka kumtaabisha mtu, pokea, aone kabisa umepokea. Au alafu unamwambia ok, good meseji yako nimeipata, asante, alafu ajui umewaza nini Umeumiaje au umeendaje? Nataka nikuambie, atapata adabu mpaka atakuja kuadisia wajukuu zake, kwa sababu. Usijaribu kuonyesha hisia yako mpaka mtesi wako ajue ni kwa namna gani umepaparika kwa kile alichokutendea, kwa kile alichosema. Usijibu. Just keep quiet. Alafu unaponyamaza kimya unaruhusu nguvu ya Mungu ikutetee, maana Biblia nasema mimi nitawapigania ninyi na nyiye mtanyamaza kimya. Hasa kuna watu ambao hawajanyamaza kimya, wanalalamika, wanazungumza, wanaposti hiki, wanasema hivi, alafu wanataka Mungu awapiganie huku, kinyume cha neno la Mungu. Mungu anasema ukisha nyamaza kimya kabisa, yeye atakupigania hasa. Hicho kiherehere chako, Mungu hatahangaika na, atakuacha uhangaike na kiherehere cha kelele, uende huku, jamani, angalieni, angalieni navyoonewa, angalieni navyofanya hivi. Aa! Nguvu yako itakuwa katika kutulia na kutumaini, na nataka nikuambie kupata utulivu ni prosesi. Nafsi yako itulie, roho yako itulie, akili yako itulie, hisia yako itulie, emotion yako itulie, ni proses. Tumeumbwa na kelele, tumeumbwa na kiherehere, lakini Mungu akupe neema, kwa sababu nguvu yako ya kupiga hatua ya kuendelea mbele ipo katika nguvu nguvu. Yako ipo katika kutulia na kutumaini, na ahadi ya Mungu inasema, ninyi mtanyamaza kimya na mimi nitawapigania ninyi. Kuna mtu mmoja nilimkuta anasema, namshangaa Mungu, nimeomba sana sioni nikitetewa na Mungu. Lakini nikimwangalia nikiingia kwenye instagram yake, amepost hiki, amelalamika, amepost hiki. Kuna mpaka, ukitaka kujua watu analalamika, nenda kwenye status za watu, utashangaa. Utakuta kaweka sijui mara michozi mara, kila kwenye status ile ukiangalia, utajua tu huyu ana, ana, ana kesi mahakamani. Huyu ana, ana deni la vikoba vya kaushadamu, yaani kule kunasema I, yani, i, malalamiko sijui nini, sijui nini kama kuna mtu amemkopa hajampa hela like, kuna siku vitaisha e, walioko juu wangoje chini. Utakuta pale ameandika aliyeko juu subiri chini, yani ya, ya, hivyo kuna siku mtashuka, kuna siku yani hivyo. Lakini nguvu yako ipo katika kutulia na kutumaini Bwana. Ameahidi ninyi mtanyamaza kimya, na mimi nitawapigania ninyi. Ninakuombea kusonga mbele katika maisha yako katika kila kitu songa mbele kiakili, kifikra, kiuchumi, kifedha, katika uongozi, katika kila mahali ambako Mungu amekupanda, amekuumba kuwa, songa mbele kwa jina la Yesu. Mungu unayemwamini na Mungu unayemtumikia na Mungu tunayemwabudu katika madhabahu hii ni Mungu aliyemwambia Musa mbele ya bahari ya Shamu. Bwana Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele, waendelee mbele. Ni Mungu anayethubutu kuleta hatua za nguvu hata mbele ya bahari. Yaani, kuna mambo ambayo unayaona ma maishani mwako ni kama bahari, ni mahali ambako ni nani anayeweza kuinua miguu yake akaielekea bahari na akafikiri kupiga hatua ya nguvu ndani ya maji mengi? Isipokuwa ni kwa neno la Bwana Mungu tunayemwabudu hivi leo asubuhi ya leo. Na mimi nataka nikuambie yule Mungu aliyewaambia wana wa Israeli waendelee mbele wasonge mbele hata mbele ya bahari. Naam, mbele ya maji mengi palikuwa pana hatua ya wana wa Israeli wakapiga hatua, wakapita katikati ya maji mengi, wakavuka katika bahari huyo Mungu atakupigania, na mimi nasema endelea mbele. Oh my God, oh my God, no matter what, endelea mbele kwa nguvu, kwa jina la Yesu, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni yule aliyomwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Kulikuwa kuna msongo wa mambo mawili: nyuma kuna magari mia sita ya chuma na farao na jeshi la Farao, na kwenye upande wa kuume na wa kushoto kulikuwa kuna milima na mbele yao kulikuwa kuna bahari ya Shamu. Walisongwa pande zote, lakini katika kusongwa pande zote Mungu alimwambia Musa waambie waendelee mbele, wasonge mbele. Mimi sijui umesongwa na kitu gani? Ukiangalia your past, ukiangalia nyuma yako unaona kutishwa, ukiangalia mbele yako ni kama unaona mauti, bahari ya Shamu, mahali pasipokuwa na tumaini, pasipokuwa na kivuko, mahali ambako huwezi kuendelea mbele. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, katika falsafa ya asubuhi ya leo, ninakuambia kwa neno la Bwana, siku zile Musa aliambiwa na Mungu awaambie wana wa Israeli waendelee mbele, wasonge mbele. Endelea mbele, songa mbele, endelea mbele, songa mbele. Hiyo saiti ambayo umeanza ya ujenzi na sasa hivi fedha hazipo tena, umefika mahali pa kufanya finishing, endelea mbele, songa mbele. Pale ambako unaona hasara kwenye biashara, unataka kufunga biashara, endelea mbele, songa mbele. Pale ambako unataka ku give up kwenye ndoa, kwenye familia Endelea mbele songa mbele pale ambako umeona mashaka kwenye uongozi na siasa na umeona kabisa sasa umeanguka, nataka kukuli, kukuambia kwa neno la Bwana, endelea mbele songa mbele pale ambako unaona huduma na karama na kipawa ni kama vile umeshindwa kabisa na nguvu yako imeshindwa kabisa. Endelea mbele kwa nguvu, kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Mpigie tena Bwana makofi mengi, haleluya! Ni jambo moja tu ambalo Mungu alimwambia Musa, unapoiona bahari mbele yako na unapoona jeshi la Farao, unapozingwa na hofu, hofu ziko pande zote, hofu ziko pande zote hivi. Ukiwa na hofu pande zote, unawezaje kuinua hatua yako na ukasonga mbele? Ni dawa gani? Ni falsafa ipi? Ni uwezo upi? Ni kitu gani ambacho kitakusababisha usonge mbele wakati bahari ya sham is there? Jibu lake lipo katika kitabu cha Nabii Isaya ule mlango wa 30 mstari wa 15, ni nataka kumalizia hapo, Isaya 30:15, Biblia inasema hivi kwa maana Bwana Mungu, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli Asema hivi kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkumwabudu. Nguvu zako za kupiga hatua, nguvu yako itakuwa katika kutulia na kutumaini, katika kutulia na kutumaini, nguvu yako ipo katika kutulia na kutumaini. Bwana akamwambia Musa Nyamazeni kimya, kwa sababu mimi nitawapigania ninyi na ninyi mtanyamaza kimya, maana Wamisri hawa mnaowaona leo hamtawaona tena milele kabisa. Shida ni kelele. Unataka Mungu akupiganie, nguvu yako itakuwa katika kutulia na kutumaini na Mungu akupiganie kwenye maisha yako kuwepo na kupiganiwa kwa Bwana katika kutulia. Waliinua hatua ya nguvu, walikanyaga maji, maji yaligawanyika, bahari iligawanyika, walivuka na hata wale wa Misri walipowafuata. Katika kutulia, hawakupiga kelele. Katika kutulia, Farao na jeshi lake walianguka nyuma yao. Mungu, aliyeruhusu hatua hata katika bahari ya Shamu, aliyeruhusu hatua mbele za maadui wa Israeli aruhusu hatua mbele zako. pana bahari ya Shamu, pawepo na hatua, na nyuma yako kuna maadui wanaokufuatilia kwa magari ya chuma na pawe na hatua, katika maisha yako yote, katika kila kitu unachokifanya. Washindi wachache wanaoamini pamoja nami waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya! Pawe na hatua hata katika bahari, pawe na hatua hata nyuma yako, angekuwepo majeshi ya vita Pawe na hatua. Nimekuombea na nimekubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. tumsifu Yesu Kristo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, uwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengia uwezo wa kufanya zaidi.